DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Imekwisha timia saa 12 juu ya alama kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW, kwaneeba wote. Mimi ni Sudi Mnete. DW habari za ulimwengu, msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Uturuki yaihimiza Marekani kupuuza shinikizo la Israeli la kuishambulia Iran. Israeli kufungua kwa muda kivuko cha Rafaa siku ya Jumapili. na MSF yalaani kuzuiwa kwa misaada ya kibinadamu Sudan Kusini. habari kamili, Istanbul. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan ameitaka Marekani kupuuza shinikizo la Israel la hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Katika mkutano na waandishi wa habari leo akiwa na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi mjini Istanbul, Fidan amesema wanaona kwamba Israel inajaribu kuishawishi Marekani kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Ameongeza kuwa juhudi hizo zina uwezo wa kuharibu kabisa uthabiti unaoyumba wa kanda yao, na kwamba natumai Marekani itatumia busara na kutoruhusu hilo kutokea. Fidan amesema kuanza tena kwa mazungumzo ni muhimu ili kuepusha vita vibaya. Vyombo vya habari vya Uturuki vimeripoti kuwa rais Tayyip Erdogan amependekeza mazungumzo ya ngazi ya juu ya pande tatu na rais wa Marekani Donald Trump na Iran ili kutuliza mzozo huo. Aracha amethibitisha kuwa Iran iko tayari kwa mazungumzo lakini kwa masharti ya haki na usawa, huku akisisitiza kuwa nchi yake inakataa mazungumzo yoyote juu ya uwezo wake wa wow, ulinzi. Jerusalem. Israel imetangaza kuwa itafungua tena kivuko muhimu cha Rafa kati ya Gaza na Misri siku ya Jumapili, baada ya miezi kadhaa ya wito wa Umoja wa Mataifa, mashirika ya kibinadamu na Wapalestina wa Palestina kawaida, lakini kwa kuruhusu tu kwa muda Kip, kupita kwa watu. Katika taarifa iliyotolewa leo, mamlaka ya Israel inayosimamia masuala ya kiraia katika maeneo ya Palestina COGAT imesema kivuko hicho kitafunguliwa kwa pande zote mbili na kwamba kuingia na kutoka kutaruhusiwa kwa ushirikiano na Misri kufuatia uchunguzi wa awali wa kiusalama wa watu binafsi utakaofanywa na Israel chini ya usimamizi wa ujumbe wa umoja Ulaya. Kivuko hicho kilichoko kusini mwa Gaza katika mpaka wake na Misri ndiyo njia ya pekee ya kuingia na kutoka Gaza isiyopitia Israel. Juba, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limelaani leo vikwazo vya upatikanaji wa misaada ya kibinadamu nchini Sudan Kusini, huku mapigano yakiongezeka kati ya makundi hasimu katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Limesema hilo ndilo shirika la pekee la huduma za afya nchini humo linalowahudumia takriban watu laki nne na kuongeza kuwa serikali imezuia safari za ndege za kibinadamu kwenda maeneo ya Lankian, Pieri na Ankobo na kwamba pia imewazuia kusambaza madawa na wafanyakazi na kuwahamisha wagonjwa maututi. Katika taarifa yake, MSF imesema maafisa wa timu yake huko Pieri walilazimika kuhama kituo chake jana kutokana na hatari ya kutokea kwa vita pia waliwahamisha wagonjwa na kuchukua vifaa vya dharura walipokuwa wakiukimbia mji huo wakiwa na wakazi wa eneo hilo. Mkuu wa MSF tawi la Sudan Abdallah Hussein amesema wagonjwa watakufa ikiwa serikali itaendelea kuzuia misaada ya kibinadamu na kupelekwa kwa huduma za matibabu Jonglei. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Nairobi. Marekani imezindua mradi wa upanuzi wa njia kurukia ndege wenye thamani ya dola milioni sabini katika kambi ya jeshi la anga ya Manda Bay iliyoko katika kaunti ya Lamu karibu na mpaka na Somalia, unaolenga kuimarisha operesheni za kukabiliana na ugaidi katika eneo la pembe Afrika. Wakati wa hafla ya kuweka msingi wa mradi huo jana, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Christopher Landau alisema wanaonyesha wale wanaopanga kushambulia kwamba wamedhamiria kujilinda. Kambi hii inaonyesha dhamira inayoonekana wazi, ulinzi wa pamoja kati ya Marekani na Kenya, inatoa ishara kali kwa wale wanaopanga kuwa maadui zetu. Kambi hiyo ya Mandabey hutumiwa na vikosi vya Marekani na kwa muda mrefu imekuwa kitovu cha kimkakati katika vita dhidi ya kundi la Al-Shabab lenye mafungamano na Alqaida. Hatimaye daka Kiongozi wa jeshi nchini Niger Jenerali Abdurahmani Shiani amewashutumu marais wa Faransa Emmanuel Macron, wa Benin Patrice Talon na wa Ivory Coast Alassane Watara kwa kuunga mkono makundi yenye silaha yaliyoshambulia kambi ya jeshi la anga katika mji mkuu Niame na kuwajeruhi wanajeshi wanne pamoja na kuharibu ndege. Katika taarifa kupitia televisheni ya taifa jana jioni, Chiani alitoa tahadhari kwa wafadhili wa makundi hayo aliyoyaita ya mamluki kuwa itachukua hatua za kisasi, hatua hiyo. Hata hivyo hakutoa ushahidi wowote wa kuunga mkono madai yake. Video zinazoonekana kutoka eneo la tukio zilinasa milipuko mikubwa iliyoanza mwendo wa saa sita usiku na kudumu kwa takriban masaa mawili katika eneo la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani huko Nyame. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW dunia yetu leo jioni. Na msikilizaji, na yule ambaye anatazama katika mitandao ya kijamii pamoja na mambo mengi, utasikia utajua bambo yanavyoendelea huko Iran utasikia pia siasa za nyumbani uh, Afrika Mashariki hasa Tanzania ambapo benki kuu ya taifa hilo imekanusha taarifa zinazosambaa katika vyanzo mbalimbali vya mbali habari ikiwemo mitandao ya kijamii zinazodai kuwa Tanzania ina mpango wa kuuza sehemu ya hifadhi yake ya dhahabu. Pamoja na mengi utakaosikia, pia una nafasi ya kushiriki matangazo haya moja kwa moja kwa kutumia ujumbe mfupi kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram pamoja na ule wa chaneli yetu ya YouTube. Msikilizaji, kama nilivyokwisha tambulisha hapo, waziri wa mambo ya nchi za nje wa kigeni wa Iran Abbas Aragash amesema Iran iko tayari kuanza tena mazungumzo ya nyuklia na Marekani kama yatajikita katika msingi wa haki na usawa. Hata hivyo, ameonya kuwa nchi yake haitafanya majadiliano yatakayohusisha uwezo wa Iran kujilinda. Angela Mdungu na ripoti kamili. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Arachi ametoa kauli hiyo katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Istanbul ambako yuko ziarani akiwa sambamba na mwenzake wa Uturuki Hakan Fidani. Arachi amesema kuwa Ningependa kuweka wazi kabisa kuwa masuala yoyote yanayohusiana na ulinzi wa Iran hayatakuwa sehemu ya majadiliano. Sidhani kama kuna nchi iliyo tayari kuweka rehani ulinzi na usalama wake kwa mtu yeyote. Usalama wa watu wa Iran haumhusu yeyote na tutatunza na kutanua uwezo wetu wa ulinzi kwa namna yoyote ili kuilinda nchi yetu. Zaidi waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran ameweka bayana kwamba hadi sasa hakujawa na mipango yoyote ya mazungumzo kati ya nchi yake na Marekani. Kauli hiyo ya Arachi imetolewa siku kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuishambulia Iran kama haitarejea kwenye mazungumzo ya nyuklia na kufikia makubaliano. Akijibu vitisho hivyo, Arachi amesema kuwa Tehran iko tayari kwa vyote, iwe vita au mazungumzo. Kwa upande wake, Fidan ameeleza kwamba ameshazungumza na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na ataendelea kuzungumza na maafisa wa Marekani kuhusu Iran. Pamoja na hayo, ameitaka Washington ikatae shinikizo la Israel la kuishambulia Iran akionya kuwa kufanya hivyo kutahatarisha zaidi hali mashariki ya kati. Washirika wa kikanda ikiwemo Uturuki, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia wamekuwa wakifanya juhudi za kuzuia makabiliano ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Mapema Alhamisi, Trump alilegeza msimamo na kusema kuwa anafanya mazungumzo na Iran na kwamba ametoa nafasi ya uwezekano wa kuepuka makabiliano ya kijeshi na taifa hilo. Ametoa kauli hiyo muda mfupi baada ya kutuma manuari ya kivita katika mashariki ya kati na baada ya onyo kali la awali kuwa Tehran haina muda tena. Wakati huo huo, Iran imetangaza kuwa inapanga hatua ya kisasi kwa kuyaweka majeshi ya nchi za Umoja wa Ulaya kwenye orodha ya makundi ya kigaidi. Haya yanajiri ikiwa ni siku moja tu tangu mawaziri wa nchi zinazounda umoja huo walipolijumuisha jeshi la mapinduzi ya Iran kwenye orodha ya makundi ya kigaidi sawa na makundi ya Alqaida na IS. Na katika eneo la Afrika Mashariki, Marekani imezindua ujenzi wa kupanua kambi ya kijeshi nchini Kenya, katika eneo la pwani la Manda lililopo mbali wa kilomita 12 kutoka kisiwani kwa ajili ya kuimarisha usalama wa kikanda na kuimarisha mstari wa kijeshi nchini Kenya. Zainab Aziz na ripoti kamili. Marekani imezindua mradi huo wa upanuzi wa uwanja wa ndege katika kambi ya kijeshi iliyo karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Ujenzi huo unalenga kuimarisha shughuli za kupambana na ugaidi katika eneo la pembe ya Afrika. Kambi ya jeshi la anga huko Manda Bay ni eneo la jeshi la ulinzi la Kenya katika kaunti ya Lamu linalotumiwa na vikosi vya Marekani na kwa muda mrefu imekuwa kitovu cha kimkakati katika mapambano dhidi ya kundi la itikadi kali la Al-Shabab lenye mahusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaida. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na nne rais wa zamani wa Marekani Joe Biden alitangaza mipango ya kuifanya Kenya kuwa mshirika mkuu wa kwanza asiye mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO katika eneo la Afrika la kusini mwa jangwa la Sahara na akaongeza uhusiano wa kijeshi na wa kidiplomasia ingawa haukuwepo mkataba rasmi wa usalama uliotiwa saini kwenye uzinduzi wa ujenzi huo siku ya Alhamis, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Christopher Landau alisema kituo hicho cha ulinzi kinawakilisha ahadi inayoonekana wazi, ambayo ni ulinzi wa pamoja kati ya Marekani na Kenya. Tunapaswa kuwaonyesha wale ambao wanaweza kutushambulia kwamba tumeazimia kujilinda na kituo hiki cha ulinzi kinawakilisha na kinatoa ishara kali kwa wale ambao ni wapinzani wetu. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini, raia raia watatu wa Marekani waliuawa wakati wapiganaji wa Al-Shabab walipofaulu kuvuka ulinzi mkali katika kambi ya Simba ambayo ni sehemu ya kambi ya kijeshi ya ghuba ya Manda, na waliharibu ndege kadhaa pamoja na magari ya kijeshi. Itakumbukwa mnamo mwaka elfu moja mia tisa na tisini na nane balozi za Marekani nchini Kenya na Tanzania zililengwa kwa wakati mmoja na wapiganaji wa kundi la Alqaida. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu mia mbili wakiwemo Wamarekani kumi na mbili na maalfu ya watu walijeruhiwa. Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Christopher Landau, katika uzinduzi wa upanuzi wa uwanja wa ndege kwenye kambi ya kijeshi katika Ghuba ya Manda, pia aliipongeza Kenya kwa mchango wake kwenye vikosi vya kimataifa katika kuleta utulivu nchini Haiti. Amesema Kenya ni mshirika muhimu sana katika hilo. Na pia katika kusaidia kupanga kikosi kipya cha kuyaangamiza magenge. tuna tunavuma kwa kishindo. Wajumbe wa ujumbe wa usuluhishi katika mgogoro wa Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo kutoka Umoja wa Afrika unasubiriwa kuwasili Bujumbura kukutana na kwa mazungumzo na Rais Evariste Ndayishimiye, baada ya kutembelea Kinshasa na Kigali. Ziara ya ujumbe ni kuendeleza mchakato wa upatanishi na makubaliano ya Washington na Doha, lakini unaezuru Burundi wakati zaidi ya wakimbizi 60 wakiripotiwa kupoteza maisha kutokana na ukosefu wa huduma makambini. Amida Isa ametutumia ripoti ifuatayo. Ujumbe huo unaundwa na marais wa zamani unakuja Burundi baada ya kutembelea Kinshasa na Kigali na kukutana kwa mazungumzo na marais wa nchi hizo. Lakini hapa nchini Burundi, swala la ukosefu wa huduma kwa maelfu wa ya wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linazidi kujadiliwa. Waziri wa Mambo ya Nje Edward Bizimana amewambia mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa kuwa zinahitajika dola milioni 33 za Kimarekani ili kuwahudumia wakimbizi hao, lakini hadi sasa wamefanikiwa kupata ahadi tu kati ya dola milioni 6 na 7. Huku hali mashariki mwa Kongo ikiendelea kuwa wasiwasi wasi. Hali mashariki mwa DRC bado tia hofu na athari zake kwa Burundi zinashuhudiwa. Burundi bado inaunga mkono juhudi za kuleta amani na kuheshimishwa mikataba ya kimataifa. Burundi iliwapokea wakimbizi lakini ni jukumu la sote ili kuhakikisha wakimbizi wanapata huduma. Une réponse concertée afin de garantir une assistance. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linasema wakimbizi zaidi ya 60 si tayari wamepoteza maisha kutokana na ukosefu wa huduma kwenye makambi ya wakimbizi. Msemaji wa UNHCR Felix mwamba Mwamba akiwa kambini Busuma iliyowapa hifadhi wakimbizi zaidi ya elfu sabini alisema idadi ya wakimbizi imepindukia huku wakimbizi wakisalia bila huduma. Hapa tuna shida nyingi sana, tuna shida ya nyumba ambayo tunaita matatu, juu kupokea wakimbizi ni ndogo sana, hatuna hata hema ya kutia juu wafinike hiyo manyumba wa yamejenga, kunakosekana chakula tuna shida kwa ngambo ya utura ya afya. Tuna shida kwa maji. Maji ambayo inatolewa hapa ni maji ambayo inaletewa na gari. Maisha hapa inazorotesha sana, hata choo zinakosekana. Mwakilishi wa Umoja wa Ulaya Elizabeth Pierre Tobo ametoa hii leo msaada wa yuro milioni tatu na laki saba huku Japani ikiahidi msaada wa dola milioni moja zitakazokabidhiwa kwa mashirika ya kiutu. Mwakilishi wa UNHCR Brigitte Mukanga ametoa shukrani kwa msaada huo huku akisema bado mahitaji ni makubwa na kuwatolea wito wa wafadhili wengine kuchangia ili kukidhi mahitaji muhimu ya wakimbizi hao kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi tunakwenda hewani, ujumbe wa Umoja wa Afrika haujawasili hapa Bujumbura. Hamida Isa DW, Bujumbura. Msikilizaji, tangu kuzuka kwa vita vya Israel kwenye ukanda wa Gaza Oktoba 7 mwaka 2023 zaidi ya watoto milioni moja wamekuwa wakiishi katika moja ya mazingira mabaya na hatari zaidi ya kibinadamu duniani. Grace Kabogo anaangazia madhila wanayopitia watoto wa Gaza ambao wanaishi katika maumivu ya wanayopitia ya kupoteza wazazi wao uchungu wa kukosa makazi huku wakipanga fuleni kwa kusubiri chakula kati ya mauaji, kukosa makazi, njaa na kuporomoka kwa mifumo ya elimu na afya, suala la kuwa mtoto huko Gaza limekuwa hali ya dharura isiyo na kikomo, hata wakati ambapo operesheni za kijeshi zimepungua. Kulingana na takwimu za hivi karibuni kutoka katika wizara ya afya inayosimamiwa na Palestina, kufikia Januari mwaka 2026 zaidi ya watoto elfu 14 wameuawa na maelfu wamejeruhiwa wengi wao wakiachwa na ulemavu wa kudumu katika ripoti iliyochapishwa Desemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF lilithibitisha kwamba ukanda wa Gaza una idadi kubwa zaidi ya watoto walioathiriwa na mizozo ya kivita ikilinganishwa na idadi ya watu wake. Layan Abu Ode, mtoto wa Kipalestina asiye na makaazi, anaelezea jinsi maisha yake yalivyobadilika ndani ya dakika chache. Nadari, kuna gadimfia, kuna tulikuwa na nyumba ambako tuliishi kwa furaha, lakini gafla vita vikatokea, nyumba yetu ikashambuliwa, baba yangu akauawa, na kisha tukaenda kuishi kwenye nyumba ya babu yangu. Tumeteseka sana wakati wa vita, tumepoteza kila kitu, midoli na mali zetu zimeharibiwa katika mashambulizi. UNICEF inakadiria kuwa zaidi ya wa watoto elfu 17 wa Gaza wamepoteza mzazi mmoja au wazazi wote wawili tangu vita vilipoanza, kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kiutu OCHA. Hadi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita, zaidi ya asilimia tisini ya watoto wa Gaza hawakuwa na makaazi, huku maelfu wengine wakiwa wamehama zaidi ya mara kumi. Muhamed Al Khalut, mtoto wa Kipalestina, anasema waliyekimbia makazi yao kutoka kaskazini hadi kusini, na kutoka kusini kurejea Gaza na kisha wakapata hifadhi hospitalini. Anasema wamehama zaidi ya mara kumi. Esnahaya, tuliishi maisha ya shida sana, tulikuwa masikini na wenye njaa. Nataka kuwa kama watoto wengine, nataka kula, kucheza, kuwa na vitu vya kuchezea, kuwa na chumba changu na kuishi ndani ya nyumba. Nataka maisha yangu yawe mazuri kama ya watoto wengine. Hatua ya kukosa makazi na kuhama mara kwa mara kumewaweka watoto hao katika mazingira yasiyo salama, huku akikosa huduma za msingi na kuwepo katika hatari kubwa ya kupata magonjwa ya utapia mlo. Mbali na athari za kimwili, shirika la afya duniani WHO na UNICEF yameonya kuhusu mzozo mkubwa wa afya ya akili miongoni mwa watoto wa Gaza. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watoto wengi wanakabiliwa na dalili za msongo wa mawazo ikiwemo kupata wasiwasi mkubwa, ndoto mbaya na kuwa na tabia ya ukali. Aidha, hayo yote yanatokea huku kukiwa na uhaba mkubwa wa huduma maalum za msaada wa kisaikolojia UNICEF imebainisha kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano pekee hakutoshi kuwalinda watoto wa Gaza isipokuwa kama kunaambatana na mpango wa wazi wa kimataifa kuhusu ujenzi mpya, kufunguliwa tena kwa shule na utoaji wa msaada wa kisaikolojia na kijamii kwa muda mrefu. Ni taarifa yake Grace Kabogo na hali ya watoto huko Gaza. Benki Kuu ya Tanzania imekanusha taarifa zinazosambaa katika vyombo mbalimbali vya habari ikisema mitandao ya kijamii inazodai kuwa Tanzania ina mpango kwa kuuza sehemu ya hifadhi yake ya dhahabu yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.3 kwa ajili ya kufadhili miradi ya kimkakati kufuatia kupungua kwa ufadhili wa miradi hiyo kutokana na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29. Kutoka Dar es Salaam, Anuari Mkama na taarifa zaidi. Taarifa za mpango wa Benki Kuu ya Tanzania BOT kuwa na mpango wa kuanza kuuza sehemu ya dhahabu yake ili kukamilisha miradi yake ya maendeleo zilianza kuvuma katikati ya wiki hii na kuzua mijadala kwa wananchi akiwemo Pita Kilinda na Rehemasebabile. Mtazamo wangu mimi kama mwananchi sidhani kama ni jambo sahihi, nadhani serikali ingetafuta vyanzo vingine ili iweze kuwekeza ama kwa ajili ya kusapoti miradi hii ya, ya, ya serikali. Wanaposema miradi hii ya, ya miundombinu. Kwa kweli, niliposikia kwa mara ya kwanza serikali inakwenda kuuza ile hifadhi yake ya dhahabu, kwa kweli nilishtuka kwa mara ya kwanza, na nikajiuliza kwamba kumbe serikali waga ina hifadhi dhahabu, na kwa nini nikajuta, kwa kwa nini wauze ile dhahabu kwa kipindi hiki. Benki Kuu ya Tanzania kupitia kwa mkurugenzi wake wa masoko Emmanuel Akaro inajitokeza hadharani na kukanusha taarifa hizo. Sasa je, tunauza dhahabu ili kufadhili miradi ya serikali? Jibu ni hapana. Sio, sio kwa ajili ya kufadhili miradi ya serikali. Kama nilivyosema, kuna utaratibu wa namna ambavyo Benki Kuu inatoa fedha kwenda serikalini ya mikopo kufinance Government operations. Anafafanua kuwa sehemu ya dhahabu itakayouzwa itawekwa katika masoko ya fedha za kimataifa kwa lengo la kuongeza faida. Hizi fedha sasa, tukishaziuza dhahabu, tukishauza hiyo fedha tunapeleka wapi? Kuna sarafu za kigeni mbalimbali mbali ambako tunawekeza na kwa sasa hivi tukizipata hizi zinaingia kwenye dola za Marekani. Tukiuza dhahabu tunapata dola za Marekani hatuuzi bure bruuzabeyaa yani, hatuuzi kwa bei ya hasara. Kwa upande wake, mtaalamu wa masuala uchumi Dr Hilbran Shayo ametaja sababu zinazoweza kusababisha nchi kuamua kuuza hifadhi yake ya dhahabu. Tanzania kwa kuona hiyo fursa ya kupanda kwa bei ya dhahabu, na tukiangalia tulipoanza zoezi la kununua dhahabu tulinunua kipindi kile, gharama zilikuwa chini. Kwa, kwa, kwa mtu yeyote ambaye anaelewa eh, calculations uh, za kutengeneza faida, ulinunua kwa bei ndogo kuna opportunity ya kuuza kwa bei kubwa uweze kupata e, fedha kwa ajili ya kuendesha shughuli za zako za hata ingekuwa ni level ya mtu binafsi ya kampuni. Hii ni biashara ambayo hela hizi zinaenda kuleta matumaini na kutumika katika miradi ya kimkakati. Hadi jana Januari 29, BOT ilikuwa na jumla ya akiba ya fedha za kigeni zenye thamani ya dola bilioni sita nukta tano mbili kati ya hizo dhahabu ina thamani ya dola bilioni moja nukta mbili Anwar Mkama, DW, Dar es Salaam. Moja kwa moja pasipo kupepesa macho, Saumu Njama yupo studio tayari kwa kutupa yale ambayo wanarindima kwenye mitandao ya kijamii karibu Sudi. Kiswahili kitanchanganya kila siku. kupepesa macho, sipepesa macho, waache hivi wazi. utakaa wazi mpaka saa ngapi? Mm. endelea tupe kwenye mitandao, utakuwa unajifunza hii lugha. Kiswahili kina wenyewe. Haya bwana, asante sana, nimepata mm, neno jipya leo. mm -hmm. Sawa basi, kulingana na hiyo taarifa ambayo ametoka kuisoma eh, hapo um, Anuari Mkama, bado inaendelea kutamba na kuvuma mitandaoni. Maoni ni mengi, tumechapisha pia sisi katika mitandao yetu ya kijamii nisome tu maoni eh, kwa sababu mengi yashaelezwa katika ripoti. Muro Shabani anasema mbona bunge la mbogamboga kama alivyolilita, anasema linampongeza mama yao kuhusu habari ya kuuza, anasema mtu chake mm. Alafu Patrice Dennis Mzaili anasema uzuri hawajawahi kukubali kitu wao, siku zote ni mabingwa wa kukanusha maoni mm yake bila shaka eh. Sasa tukiachana na taarifa hiyo, Sudi Mnete, unafahamu kwamba pasipoti yako ndio kifaa muhimu zaidi cha kupunguza uzee kwa kweli siwezi kufahamu vyote, hebu ni hizo dokezo, alafu kama nina swali nitauliza. Sasa kuna watafiti wanasema wametumia nadharia ya kufanya maamuzi ya ghafla kitaalamu wameita entropy, e, kwenye afya ya binadamu, na wamegundua kwamba uzoefu mzuri wa kusafiri hupunguza uchovu wa mwili na hivyo kupunguza kasi ya mchakato wa kuzeeka. Aha. Kwa hiyo safari hii inahusisha ndege peke yake au zozote zile? Ehe, wao wamesema zaidi ni bora uwe unasafiri, haijalishi unatumia ndege, pikipiki, bora unasafiri. Kwa nini itajwe passport hapo wakati unaweza kutoka Tanga kwenda Iringa, unaweza kutoka Nairobi mm -hmm. kwenda Kericho. Sasa hapa walitaka kuitia chachu, na ndio maana pia katika maoni watu wanakuwa eh, na maoni kinzani. Wanasema kama ni safari yoyote, basi mbona, kwa nini wakatuuliza pasipoti? Mm. Eh, wengine tukitoka tukielekea huko Iringa hatuhitaji pasipoti. Mm. Eh, sasa eh, watafiti hao wanasema kwamba, uh, unaposafiri ukienda katika mazingira mapya eh, eh, se, seli zinapata ujumbe kwamba zinasalia kuwa changa zisizeeke, kwa hiyo unaendelea kunawiri mwanzo mwisho. Se, basi nitabidi nifunge safari za kutosha <laughs> kwa mwaka huu, elfu ndio kwanza mwanga umeanza. <laughs> Sasa Nikoli Zelwokizi anasema kweli kabisa, hata ameona hmm, kwamba uzee unapungua kadri alivyoanza kusafiri. Sami Dayari anasema hii ni tiba nzuri, lakini kwa safari za ndege sio. Unatoka leo kwa basi lilozeeka viti, alafu ukienda ufikako, badala ya kupunguza uzee unaongeza maumivu ya magoti na mwili mzima. Sidhani kama itasaidia wengi. Safari <laughs> za ndege zinafika mara moja, pengine wale wanaosafiri mara moja mara mbili kwa mwaka, wachache wanaosafiri hmm, mara kwa mara. Labda ukienda hata kwa bajaji eh, kama ni sehemu nzuri unayokwenda itapunguza uchovu. Tuwe na matumaini hayo. Ehe, una kingine chochote au unaangalia? Ni msihi tu msikilizaji wetu na mtazamaji endelee kutembelea mitandao yetu ya kijamii kwa sababu pale kuna mengi ambayo tumechapisha ikiwemo mtazamo wa mchora katuni wetu eh, Said Ma Michael wa Kudata eh, baada ya Waziri wa Mambo ya Nje Tanzania Thabit Kombo kukutana na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa kumi na nne ameandika ama amechora katuni pale ya kitafsiri ziara hii. Maoni nayo ni mengi. Ni msii msiki, msikilizaji na mtazamaji wetu atembelee pale na yeye pia naye aitazame, kisha atuachie tathmini yake ya namna anavyoitafsiri katuni hiyo. Sawa, nimepepesa macho katika ukurasa wangu huu wa YouTube, ambapo <laughs> naona Ramadan Mresa anasema naitegea sikio DW Dochivele nikiwa Ubungo, Dar es Salaam. Ramadhani, tunashukuru sana. Elia Bahati akiwa uh, Gongo la Mboto, Dar es Salaam pia anasema ukoloni mamboleo kwenye bara la Afrika ni hatari. Saitoti Korduni akiwa Dar es Salaam. Pia huko anasema Umoja wa Mataifa tatueni mzozo wa kisiasa kwenye mataifa mbalimbali. Nami suli basi pia nipepese macho hapa, hmm, nisome ujumbe wake. Baraka Magere wa eh, Kilindi, Tanzania, yeye anasema viongozi wa Iran na Marekani kaeni meza moja kutatua mgogoro uliopo na kuepusha vita. Ahmed Mahmud akiwa Igunga, Tanzania, anasema Umoja Mataifa, wa Mataifa watekeleze majukumu yao na sio kutoa kauli bila ya utekelezaji mkungwa Ngwararumba anasema vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Kongo na Sudan inasababishwa na ubinafsi na Afrika kutokuwa na umoja. Natupa jicho kwenye ukurasa wa Instagram hapasi pepesi. Steven <laughs> Masanja anasema baada ya kupiga kelele mitandaoni ndio Tanzania wakaona waje na taarifa kwa umma ya kukanusha. Uh, kweli ya Godfrey anasema serikali ya Tanzania Mna, mna tukanisha sana mna tukanisha sana akidai hivyo. Nikitazama ukurasa wa Facebook hapa na mmoja, Alonda Stanley anasema Iran na Marekani, kaeni meza moja mjadiliane kuepusha vita. Aya, basi mi nisome ujumbe wake. Elia Martin akiwa Singida Tanzania anasema gashagwa na rais Ruto, acheni malumbano, kaeni meza moja, mlijenge taifa lenu, vitisho havina tija. Bila shaka tunahitimisha ngwe hii ya matangazo, lakini usikose kutegea sikio kesho mchana katika matangazo eh, mazuri kama haya kwa niaba ya mpepesa macho eh, Saumu Njama, mimi ni Sudi Mnete nasema kwa heri na nikutakie mapumziko mema ya Jumaa. <laughs> tuendelee kupepesa. <laughs>